Wimbo au nyimbo ni utungo wa kishairi wenye mahadhi ya kupanda na kushuka. Ni utungo wa kishairi wenye mahadhi ya kupanda na kushuka. Sema hivyo, umekamilisha maana ya wimbo: ni utungo wa kishairi wenye mahadhi ya kupanda na kushuka. Sifa za nyimbo: utambulisha sherehe sherehe mahususi. Kwa hivyo hapo utapeana mfano, iwapo kuna sherehe ya harusi, unaimba nyimbo za nini? Za harusi. Unapeana mfano hivyo nyimbo wimbo na mtu au kundi la watu. Kwa hivyo kundi la watu ni kama vile kwaya. Kwa kwa hivyo unaweza unaweza unaweza unaweza kuimba wimbo peke yako na na na pia kundi la watu. Hiyo hiyo ni ni ni sifa sifa ya tatu. Wakati wakati mwingi unaona pale, unasikia si kuna sehemu ala ala ala za za za muziki muziki muziki kupiga. Utapiana mfano kama vile kayamba, ngoma, kengele mlimnik aaini zenye maraa inayosia kupanta na kushuka kwa sauti gari na mamilo ya imziki vilimo wangarafu huwasilishwa kwa kuimbwa. Umuhimu wa nyimbo. Kama tulivyojifunza katika kidato cha tatu, nyimbo zina majukumu mengi kama vile kupasha vutumbe, kuwasilisha hisia mbalimbali, kufariji, kuomboleza, kuburudisha, kuelimisha, kuhimiza, kuzindua, kusifu na sifa kuaia Zifuatazo ni baadhi ya sifa za nyimbo kama njunba. Nyimbo nyingi zinatambulishwa na sherehe au shughuli mahususi, ingawa mtu binafsi anaweza kusikia akiimba wimbo. Aghalabu nyimbo huimbwa katika sherehe, hafla au shughuli fulani. Zinapoimbwa katika matukio haya, huimbwa na kundi la watu. Nyimbo aghalabu huwa na kibwagizo. Nyimbo nyingi zinapoimbwa wanyamana na upigaji wa ala za muziki kama vile ngoma, njuga, kayamba, baragumu na kengele. Ala hizi hupiga kuongeza umondo wa muziki na huweza kunasa nadhari na uimbaji na wahusika. Halafu uimbaji huambatana pia na uingizaji wa matendo kama vile miondoko, matumizi hakuna kucheka mtu akisoma, kila mtu anasoma hivi, hata mimi na athari ya lugha ya mama. Tuendelee, mnacheka yale maelezo. Tuendelee. <coughs>

kutia masikio na kuiruisha hisia. Nyimbo hutoa maudhui yake katika shughuli za kawaida za jamii, huweza kueleza hali za maisha kisiasa, kijamii na kiuchumi. Pia huonyesha imani, dini, itikadi, maadili, falsafa, historia na hekima ya jamii. Hizi ndizo sababu zinazofanya nyimbo katika fasihi simulizi kuwa amali ya jamii. Maana ya nyimbo katika jamii. Nyimbo kama kibela ya kijia za fasihi simulizi, zina umuhimu mkubwa katika jamii. Nyimbo huwa njia ya kuanguzisha watu kuhusu jambo fulani. Kwa mfano, nyimbo za kisiasa huwajuza watu kuhusu mielekeo na msimamo ya siasa. Nyimbo huwa ni kitambulisho cha jamii husika. Kubiza, kibiza, na kwa namna fulani zinaeleza shughuli zao na za kazi na utamaduni wao. Jamii ambayo inashughulika na uvuvi kwa mfano itakuwa na nyimbo zilizosheheni msamiati wa uvuvi. neezo a ya nyimbo hutumbuiza na, na kuburudisha. Nyimbo huwa kama njia ya kuzitakasa hisia za mwimbaji au msikilizaji. Mtu anayezungwa na mawazo anapoimba kuyahusu kujisikia kuwa mzigo fulani umetua. Huwa kama njia ya kukuza ubunifu miongoni mwa wanajamii. Nyimbo kama vile za vita na hizo, huwaziisha watu ili kuweza kutekeleza shughuli iliyo mbele yao. Uchambuzi wa nyimbo. Tunapochambua wimbo, ni muhimu kujiuliza maswali yafuatayo: Je, wimbo uliimbwa katika muktadha, tukio na wakati gani? Uliimbwa na akina nani? Walioshuhudia hadhira ni akina nani? Uliimbwa wapi? je i ndani ya nyumba, shambani, malishoni nao baharini? Unaimbwa vipi? Unahusisha miondoko ipi na matumizi yepi ya viungo vya mwili? Maleba yanatumika? kama yanatumika, ni ya aina gani? Ala za muziki zinatumika? iwapo ndiyo, ni ala zipi? unawasilisha ujumbe gani unapewa umuhimu gani ya na jamii A. aina za nyimbo. Nyimbo huainishwa kutegemea wahusika, sherehe au shughuli zinazohusishwa. Kuna aina mbalimbali za nyimbo. Nyimbo za watoto, hizi ni nyimbo zinazoimbwa na watoto wanapocheza michezo yao ya kitoto hizi hulenga kuburudisha na kuifanya michezo kuwa na mchangamfu. Zinachangia pia kunoa uwezo wa watoto katika uzungumzaji na kuwaimarisha kiakili. Nyimbo hizi huwa na ujumbe muhimu wa kimaadili ambao watoto upwia wanapozikariri. Huwa na maudhui mepesi yanayowahusu watoto, na mara kwa mara huandamana na vitendo hizi nyimbo ama zimetungiwa watoto au watoto wamezitunga wenyewe. Bembelezi au bembea, hizi ni nyimbo ambazo huimbwa na watoto wachanga. Aghalabu huimbwa na walezi wa watoto, zinalenga kumnyamazisha mtoto hasa anapolia au kumbembeleza ili alale. Hizi huimbwa kwa mahadhi ya chini. Bembelezi huweza kuashiria uhusiano wa mwimbaji ambaye huenda akawa mlezi au mtoto na wazazi wake. Nyimbo hizi wakati mwingine huashiria shughuli za kiuchumi za jamii. Nyimbo hizi huimbwa wakati vijana wanaenda jadoni waliohudhuria sherehe wali za jando waliimba nyimbo za kuwasifu walioonyesha utulivu wa kukabili kisu cha gariba. Walioonyesha uoga waliimbiwa nyimbo za kuwapashifu. Nyimbo hizi hudokeza majukumu mapya yanayosubiri yanayepashwa tohara. Nyimbo za kisiasa: hizi ni nyimbo zinazoimbwa katika shughuli za kisiasa zimetumika kwa ufanisi mkubwa kupiga ukiukaji wa haki fulani, kuzindua au kuhamasisha watu kuhusu mambo fulani. Zinaweza kutumika kuihamasisha jamii kupinga haki yake, kupiga huduma au kutekeleza mradi fulani, kama vile kuhifadhi mazingira. Pia nyimbo hizi huwa kigezo muhimu katika kuendeleza uzalendo na utaifa mbolezi au tahalili, hizi ni nyimbo zinazoimbwa wakati mtu anaenda dunia, au hizi ni nyimbo za maombolezo. Wakati mwingine zinaimbwa kutegemea mali ya aliyekufa katika jamii. Nyimbo hizi huonyesha mtazamo wa mwelekeo wa jamii kuhusu kifo, pia huonyesha nafasi iliyopewa kifo na jamii hiyo, angalau katika jamii za Kiafrika hivo akitokea vivi hivi, inapotokea huwa kimesababishwa na jambo miungu, mtu au watu fulani, kwa kawaida hukiaa tuone keni. Hizi ni nyimbo zinazoimbwa na wanajamii wakati wanafanya kazi mbalimbali. Jamii tofauti hufanya kazi tofauti tofauti, na hivyo basi nyimbo zinazoandamana na shughuli hizi huwa tofauti. Kuna jamii ambazo ni wafugaji, wavuvi na wakulima. Kwa mfano, jamii ya wakulima huimba nyimbo za kazi zinazoitwa wawe, ilhali wavuvi huimba nyimbo zinazoitwa kimai, neno la kila haja linalomaanisha kimaji. Nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo zinazoimbwa na wale wenye hisia za kimapenzi kuhusu wengine aghalabu hutumia maneno matamu kuwasilisha ujumbe wa kimapenzi. Huenda ukaimbwa na watu kumsifu mpenziwe, kuomba msamaha kwa kosa fulani, au hata kuomba uchumba. Nyimbo za vita: hizi ni nyimbo zilizoimbwa na wanajamii, hasa wakati wakijiandaa kwenda vitani. Nyimbo hizi ziliimbwa kuwajasirisha waliokuwa wakienda kupigana wapiganaji wenyewe walijitia jazba kwa nyimbo hizi. Hata waleo nyimbo hizi huimbwa na wanajeshi wanaoenda vitani na zaidi baada ya kushinda mapigano.